Ndugu zangu katika Kristo, leo katika parokia yetu ni heshima kubwa sana, kubwa mno, katika parokia yetu ya mama Bikira Maria Mama wa Tumaini Jema, tunapopata bahati ya kufunga kampeni ya Kapu la Mama. Tunapofunga kampeni hii, wapendwa, si tu ni fahari katika parokia yetu, bali pia ni neema na baraka zitokanazo na kufunga kampeni hii, tunazipata kwa namna ya pekee hapa kwetu maana yake Tanzania kuna parokia nyingi nyingi sana, lakini wameona ni vyema waje hapa kwetu kufungia hapa kwetu. Tumshukuru Mungu sana kwa zawadi hiyo, na tukifahamu kanisa letu la la kihistoria, na sio tu kihistoria, la kihija. Hivyo hata wageni wote mliofika, tambueni ukuu na na uthamani ya kanisa hili la kihistoria, ambalo pia ni kanisa la kihija, maana takribani miaka mia leo hii kanisa limeishi na kudumu miaka yote hiyo, hivyo watu wote mliotoka huko jueni kwamba mmekuja katika kanisa la kihistoria, kanisa la kihija. Neema na baraka ambazo mnazihitaji kwa namna ya pekee mnaposali katika kanisa hili, basi Mungu aendelee kuwabariki na kusikiliza nia zenu. Ndugu zangu, tunapofunga kampeni ya kapula mama basi kwetu sisi ni fursa, fursa kujitathmini Je, chombo hiki cha redio Maria Tanzania kina faida gani kwangu? Kina faida nyingi sana wapendwa, nyingi mno katika kueneza na kuinjilisha habari njema ya wokovu. Kwanza kabisa kinasaidia wale wagonjwa na wazee wa imani, maanake kuna wazee ambao sio wa imani. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Hey, maanake kuna mtu kabisa tangu wazaliwaji kufungua redio Maria sasa Kwetu sisi Radio Maria ina faida kubwa sana, hasa wagonjwa na hawa wazee wa imani. Wanafarijika sana wanaposikia misa takatifu zinazoadhimishwa, na wanafarijika wakijihisi kana kwamba wapo katika adhimisho hilo. Na silo tu wapendwa, kuna watu wengine wa madhehebu mengine mbalimbali wanaposikiliza mafundisho mbalimbali yanayotolewa na redio hii pengine Mungu Roho Mtakatifu inawezekana kaongoa na kuongowa, na mimi ni shuhuda kwa jambo hilo kabisa. Sio kwamba ni kitu cha kudhania, hapana. Mwaka jana nikiwa shemasi, nilibahatika kum, e, kumbatiza ndugu yetu huyu kutoka dhehebu jingine kabisa. Mafundisho yote, sala zote, na mpaka pengine alikuwa nafahamu kusali, hata sala ya kanisa, nikashangaa kabisa na kuna Wakristo hapo na miaka hata themanini, ukimwambia sala ya kanisa hata hajui ni nini. Tumsifu Yesu Kristo yeah. na hivyo wapendwa waamini, tunapokusanyika leo hii na kumfanya rambe hii kubwa, tujue kwanza tunafanya kazi kubwa sana ya uinjilishaji. uinjilishaji na si tu uinjilishaji, tunajichotea baraka kwetu sisi wenyewe tukiamini kwamba anayepata fursa ya kufarijika kwa sababu ya mchango wako uliotolapo kuiwezesha ii redio maana yake kwa kwakwoweo unapata baraka na fanaka. Moyo wenye shukrani ndio moyo unaopokea unaopokea. Tumsifu Yesu Kristo, yeah. Tuamini kabisa wapendwa, sadaka unayojitolea kwa ajili ya redio hii ni sadaka kubwa kabisa, kuongoa roho za watu, kuongoa nafsi za watu, kumfanya mtu asikilize mafundisho haya ambao wengi hawayapati. Basi ni sadaka tosha wapendwa, neema na baraka ambazo zitoka nazo na sadaka yako unayotoa leo hii wapendwa. Mungu aendelee kukubariki na zaidi sana, tuweze kuweka taakiba ambayo katika maisha yetu yajayo yawe ni sehemu ya, ya, ya kututakasa. Hata tunapomaliza safari yetu ya maisha hapa duniani, tunapojikuta tumeingia katika tohara, basi tutakaswa kwa sadaka zetu, kwa majitoleo yetu tuliyofanya hapa duniani. Na zaidi sana Mungu aweze kutupa lile taji ambalo kila mmoja wetu analitamani. Tumsifu Yesu Kristo.